Msanii R Kelly ameripotiwa kukimbizwa hospitalini baada ya kuweza kupoteza fahamu akiwa katika chumba cha gereza katika kituo cha Butner, North Carolina. Mwimbaji huyu wa R&B mwenye umri wa miaka 58 amepoteza fahamu zake baada ya kuweza kupewa kiasi cha dawa ambacho kingeweza kumuua, lakini pia kulingana na ripoti ya All Hip Hop imeweza kuripoti kwamba dawa hii ambayo aliweza kupewa ebana ni dawa ambayo aliweza kuzidi ebana kiasi cha dawa ambacho yeye aliweza kupangiwa. Tukio hilo ambalo limeza kutokea asubuhi ya Ijumaa tarehe 13 mwezi Juni, siku mbili tu baada ya wafanyakazi wa gereza kuweza kuripoti ebana kumpa dozi kubwa zaidi kuliko ambacho e, kiwango kiliweza kuwekwa. Kelly, ambaye amewekwa katika karantini mwenyewe mnamo e, Jumanne tarehe 10 Juni, sasa sasa hivi bado yupo anaendelea na matibabu kufikia Ijumaa alianza kupata dalili kali ikiwa ni pamoja na kizunguzungu lakini pia kupoteza uwezo wa kuona. Maafisa wa gereza waliweza kumkimbiza haraka katika hospitali ya chuo kikuu cha Duke kwa matibabu ya dharura, na nataka nikukumbushe tu kwamba moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kuibuka kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi ni kuhusiana na hii kesi ya Kelly, kwa sababu Kelly alishawahi kukamatwa Ebana kwa kesi ya ubakaji, lakini pia ulagai, unyenyesaji wa kingono kwa watoto, biashara za kingono usafirishaji wa wasichana e, katika e, kwa ajili ya masuala mazima ya kingono, lakini pia alikutwa na hatia ambapo ilikuwa ni Septemba mwaka 2021, e, hatia ambayo inahusiana na matukio haya haya ya usafirishaji e, bana, wa wanawake kwa sababu ya masuala ya ngono, lakini aliweza kuhukumiwa kifungo cha miaka 30 gerezani, e, bana, mwaka 2022. So kwa upande wa Ala Keri, mpaka sasa hivi e, bana, yupo katika masuala mazima ya kufanyiwa matibabu pengine labda taarifa njema zinaweza zikaibuka, lakini pia taarifa e, mbaya zinaweza zikaibuka baada ya R Kelly kuweza kupelekwa hospitali, kwa sababu bado majibu hajaweza kutoka, ni kitu gani ambacho kinaweza kikamkuta e, R Kelly baada ya kuweza kupewa dawa za kutosha kabisa ambazo dawa hizi zimekuwa ni nyingi kuliko kipimo ambacho kilikuwepo cha dawa. Tupe mtazamo kwenye uwanja comment hapo, sije kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Hii ni sawa online digital chao chao.